Mambo vipi? Poa. Ah, unaitwa nani na unasoma kitu gani? Ah, naitwa Jimmy Wayombe, nasoma journalism mwaka wa tatu. ma aanaa ka okay, kwa mtu ambaye akufahamu, wewe unaweza kujielezea kama ni mtu aina gani? uh, kwa mtu ambaye nijui? mm. Kwanza mimi nafahamika sana kwa chuoni, au unataka kunijua kwa namna gani? Tabia zako. uh, tabia. <laughs> Uh, nikianza <laughs> kwa tabia kwa, kwa ninapojulikana sana, watu wananijua mimi ni mtu fulani Uh, sina makuu kwanza, charming naongea na kila mtu, niko social sana hivyo, pia sio mtu wa kuweka vinyongo, yani tukizinguana, baada ya muda tumemalizana, tuna, tunaendelea kama kawaida, yani saga ile kubeba vitu sana, unajua mm. Pia ni mtu fulani wa vibe sana, naenda na mood okay. mm. Tabia gani hivyo? Tabia sipende uh, kutoka kwa mwenyewe mwandishi mm. Ndo swala ya kichokozi <laughs> Ah, tabia ambayo siipende kutoka kwangu mwenyewe, mwenyewe ah, hali ya kumkosea Mungu wakati ukuwa najua ninakosea. Hiyo ni tabia ambayo inanyeuzi sana mm. mm. Ni kitu gani ushawahi kumfanyia mtu kizuri mpaka unaamini kwamba leo kesho huyo mtu ataenda kukumbuka kwa ulichomfanyia? kitu ambacho nishaimfanyia mtu sasa, mm. hapo ungegaidi, unajua kwenye kwenye kwenye watu tunaenda kwa levo. Okay. kuna levo ya wazazi, kuna levo ya marafiki, kuna tu watu hmm. wale levo tu watu wa kujijua na kwao, ninge guide labda, yn yani, katika levo ipi, nani huyo? Uh, let's say rafiki yako rafiki yako kizuri na unaambia kabisa kufanya Ah. kwa kweli Ni chema hata mbele za Mungu. Okay. Nimefanya vingi sana kpa namiwa vigumu kujua kimoja tu kitu ambacho nimeweza kufanya, naweza nikagaii sasa kwa marafiki zangu au watu wangu karibu, ni kumsapoti katika, yani unakuta mtu anatamani kufanya jambo fulani la kumtukuza Mungu eh, lakini unakuta laba uh, katika level yake uchumi, hawezi ya sasa, unakuta mimi uh, huwa napenda kuona mtu an an an anakamilisha lile jambo lake mm -hmm, kwa hivyo huwa nimeshafanya nikifanyaga vitu kama vile najua kwa kuna hazina na nakuwa nimeitengeneza mm -hmm. Yes, um, kitu cha mwisho, kitu gani ushai kufanya uh, let's say kuna siku mtu mm. amewahi kuomba kitu kumsaidia kumsaidia, ingawa eh. ulikuwa una uwezo wa kumsaidia, na kwa nini ulifanya? Umrudia swali. Nasema mm. ishawai kutokea siku mtu eh. amekuomba msaada ukakataa kumpa na yes, uh, ulikuwa una sababu zako muhimu? Je, ni kitu gani hicho na kwa nini? <laughs> Yeah, ilishaitokea ilisha mm, kitu kama hicho. Yani nakuta mtu labda aliniomba kitu na nikajua kipo ndani ya uwezo wangu kufanya na nikakataa. Um, kiukweli mimi hapa, kuna kwa mfano labda, unakuta una shida, unavokuja kuniingilia vile unavokuja kunitafuta yani umekuja from nowhere bila salamu, yani unakuja kuna ile haba, asubuhi ana shida fulani, ni vitu ambavyo, lakini baadaye nikija kukaa nikitulia, nasema da, nimekosea huwa narudigi kwa yule mtu kumuomba samani, lakini unakuta sijua, wanadamu, kuna wengine anakichukulia kitu anakibeba serious kwa unakuta mwingine anakwambia ah, nimepoteza, lakini unaona hapa kabisa, hapana. Sasa najuaga huwa nimekosea, kwa ndo na ndo vitu kama swali leo niuliza kule mwanzo kuwa ya, ni kosa gani ambapo unakuwa ulipendi? Ndio hivyo, unakuta kabisa, najua kabisa hapa sija sijafanya kitu kizuri, umeona maana tumeambiwa tusaidie, umeona tumsaidie mtu mwenye uhitaji. Sasa mimi nakuta ni eh, nimemkazia maksudi kutimiza ile jambo yonalitaka kwa unajikuta, na kuona nimemkosea ule mtu, pia nimemkosea eh, na Mungu wangu pia. Ko najua hilo inakuwa nini, nakuwa nimekosea kiujumla. okay. mm. Um, swali la mwisho kabisa ni kitu yeah. gani umejifunza siku leo? Ah, kwa siku ya leo mm. nimejifunza kwanza, uwe tayari muda unaofaa na usiofaa, kwa sababu majonalisti au mapaparazi ni wachokozi sana. sikujipanga kuongea hivi tu mbele ya Azra lakini, nimejikuta nimeongea kwa. Pia katika kuongea pia nimejifunza ku, kuwa ah, kwa makosa yangu ni haya, inabidi niache, ni kwa sababu uh, eh hii content naweza nikaiona miaka mingi baadaye huko, nimekuwa hata mtu mzima na nika kwa na vitu nilikuwa nifanyage, vinaweza nikagundua kuwa wenda ulikuwa ni utoto, au kama sio utoto, wenda nilikuwa ninakosea hapo. Kwa eh nimeweza kujifunza kuwa niachana na mambo madogo madogo ambayo yana msingi. Okay. eh